Kijiji cha Mwihupo, eneo bunge la Tongaren, kaunti ya Bungoma, pametanda huzuni na majonzi. Jamaa hao wanaomboleza kifo cha mpendwa wao mwenda zake Joseph Kanari. Anadaiwa kudhulumiwa na maafisa wa polisi kwa madai ya wizi wa shilingi elfu kumi kutoka mwajiri wake katika mtaa wa Ndalu na maji askari akamshika baada ya kijana kujitupa majini. Maafisa hawa wawili wa polisi walimkabidhi ufunguo wa pingu walizokuwa wamemfunga nazo na kumwacha mvulana huyo majini. Ombi la babake marehemu kwa maafisa hao wa polisi kumsaidia kumwokoa mwanawe ziliambulia patupu iwapo kama mtoto alikuwa hata ameipa kitu, angechukuliwa hatua, kwa sababu tayari walikuwa wameshamshika, ameshafua pingu. Hata angesuiliwa keresani kuliko kumleta nyumbani, akiwa anakuja kupikiwa nyumbani kwao. Ni kitendo ambacho kimewakasirisha wakazi wa hapa, wanaotaka maafisa wawili wa polisi kufunguliwa mashtaka. Mali ya serikali, pingu zinaachiwa ufunguo o, ambaye hana ujuzi wa kutumia pingu askari polisi wanachukua ufunguo wa pingu ambao wamefunga mtu, ameanguka kwa maji, amezama, anaachia mtu asiye na ujuzi, ambaye hana haki ya kushika ule ufunguo. Yote hayo tisa kuamini. Suala la kumwajiri mtoto wa miaka 16 kuwa mchungaji wa ng'ombe ni kinyume cha sheria kwa mujibu wa katiba ya taifa. Tom Wanjala, Citizen Nipashe.